Maandalizi yanaendelea vizuri, tuko katika hatua za mwisho katika kukamilisha maandalizi ya mkutano mkuu wa CCM Taifa. Nyie ni mashahidi kwamba tumekuwa na mkutano mkuu wa CCM Taifa miezi mitatu iliyopita na mkutano huo ulivunja rekodi ya mkutano mzuri ulioandaliwa vizuri. Sasa muda wote tunataka kufanya mikutano ya historia, kama mnavyoona maandalizi, viti ilivyo, ukumbi wetu unavyoendelea kukarabatiwa na kupambwa. Mkutano huu utakuwa mzuri na wa kihistoria kuliko mikutano mingine yoyote. Tumejipanga, na kama nilivyosema nipoongea na waandishi wa habari kwamba tutakuwa na mkutano mkuu tarehe ishirini na tisa mpaka tarehe thelathini ya mwezi huu, na mkutano mkuu utatanguliwa na vikao vya awali tatanguliwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi itakayofanyika tarehe ishirini na sita baadaye tafuatiwa na kikao cha halmashauri kuu ya taifa kitakachofanyika tarehe ishirini na nane na baada ya hapo mkutano mkuu utafanyika tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini. Nilieleza awali kwamba ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni tatu. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka mitano na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo tutapokea taarifa za miaka mitano za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka ishirini ishirini na tano kuelekea ishirini thelathini. Kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu mambo muhimu ambayo chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni, kinawaahidi wananchi ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo, ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu, kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya chama cha mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe ishirini na nane siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Hili sikulisema nilipoongea nanyi waandishi wa habari mara ya kwanza, haikuwa sehemu ya ajenda zile nilizozitaja, lakini hili tukio la uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi itafanyika tarehe ishirini na nane saa tatu asubuhi. Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili, upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa hapo, ndio kutakuwa na makao makuu ya chama cha mapinduzi. Chama chetu ni kikubwa kinaendelea kukua siku hadi siku. Chama chetu sasa kina wanachama milioni kumi na moja, maana yake ni chama kikubwa. Kwa hiyo ili tuwe na uwezo wa kuhudumia vizuri shughuli za chama chetu, tumeona sasa pale pamekuwa padogo. Sasa tuwe na makao makuu eneo kubwa. Hilo jengo litakuwa na fasiliti zote zenye hadhi ya chama kikubwa cha siasa. sisihemu ni chama kikubwa namba moja Tanzania, ni, na, ni chama kikubwa pia Afrika. Kwa hiyo chama chetu tumeona imefika wakati wa kuwa na jengo lenye fasiliti zote, kumbi za mikutano, kufanya vikao mbalimbali. Eh, parking ya magari. Kwa hiyo chama hiki ni kimbilio. Wananchi wanakuja makao makuu ya CCM. Kwa hiyo mmeona pale parking. Bado sio kubwa. Kwa hiyo huku tutajimwaga. Hata unapowahudumia wananchi basi kuna sehemu kubwa ya kuweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo tutakuwa na jengo la kisasa la kisasa kweli kweli, kuthibitisha kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa. Kwa hiyo niliona hilo mlijue, tuungane nasi tarehe ishirini na nane asubuhi saa tatu pembezoni tumwa hapa kushiriki uwekaji wa jiwe la msingi la ofisi ya makao makuu ya chama cha Mapinduzi Dodoma. Nitumie fursa hii kuwaalika wajumbe wote wa mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi, karibuni Dodoma katika mkutano mkuu huu maalum. Mambo yote yamekamilika. Tunawakaribisha wageni waalikwa katika mkutano mkuu huu maalum, tunawaalika waandishi wa habari katika mkutano mkuu huu maalum. Lakini pia hata kama hujaalikwa, wakati mkutano mkuu unafanyika Dodoma, mwananchi yote anakaribishwa. Unaweza ukawa umekaa sehemu umetulia zako unafuatilia tukio hili ukiwa Dodoma. Na sisi tutaweka utaratibu wa maeneo ya watu kukusanyika na kuweza kufuatilia mkutano mkuu huu maalum. Mnakumbuka mkutano uliopita tulikuwa tunajiunga na wenzetu sehemu mbalimbali Mwanza, Zanzibar, Dar es Salaam, Mbeya watu walikuwa wamekusanyika sehemu wanaangalia. Kwa hiyo na maeneo ya hapa Dodoma, kama mtu umekuja tu bahati mbaya kwamba nafasi ni ndogo, ukataka bwana a a naenda Dodoma kuna tukio kubwa, basi karibu Dodoma utakaa mahali fulani una enjoy na kufuatilia mkutano mkuu utakuwa live. Niwashukuru sana na tutakuwa tukiendelea kupeana taarifa siku hadi siku, mpaka tutakapokuwa tumefika katika matukio hayo ya uwekaji jiwe la msingi na mkutano mkuu maalum, na washukuru sana.